Ukweli sisi wanadamu, kuna kitu vya ukweli na kuna, kuna vitu vya kuzushiwa. Mimi kwa kweli nishazushiwaga. Kwa sababu nimezushiwa kwa nini? Hiyo hiyo pikipiki, kwa sababu si nilikuwa boda. Bodaboda nilikuwa na mshikaji wangu tu ambaye sometime nampeleka safari zake kwa wademu wake, mbona bwana. Sasa so, kuna siku ambayo akaniambiaga bwana, mimi leo nataka niende mwenyewe Ila tuende mpaka sehemu fulani. Wewe nisubirie, mimi naenda pale naongea naye. Nikitoka pale narudi, narudi nakupitia, tunaondoka. Kweli. Kwa hiyo mimi nikachukua, kweli, nikampakiza kwenye pikipiki yangu, nikafika mpaka pale, nikampa pikipiki, akaniacha sehemu tu, nimepoa, namsikiliza. Kumbe mwenzangu hakuwa na nia nzuri. Yeye alikuwa anachukua pikipiki yangu halafu anaenda kuiba, kupiga kishando. Kwa hivyo alivyoenda huko, kuna maeneo yake mwenyewe anayalenga. Kaenda huko titi kapiga kishandu, kaona yeye kawatoka watu au sio? Kwa jinsi yenyewe alivyokimbia, kaona mpaka kimya, nishawatoka. Kumbe watu maskini, wamezima taa, wanamfuatilia mdogo mdogo. Kwao kafika pale, mimi ananipitia, watu wanamchola, kanipakia. Wewe una hili wala lile? Mimi najua nini hapa kaka. Utajua kama hapa kuna hatari eh tunapita sasa, njia ambazo tunajiamini kabisa, shangaa nyuma pikipiki zimewaka kama nane hivi kumi mioni, afu wezi sio mwizi, wezi. Mimi sina ile, wewe ndugu yangu vipi? Yeye mwenyewe anatetemeka, ngoja ndugu yangu, nitakwambia mbele, utaniambia mbele. Vipi mzee, tunaitwa wezi? Mimi sielewi bwana, mimi ah, kuna mtu mmoja nimechukua nasema, ah, Mungu wangu, hapa sasa hivi leo ndo hiyo, molo bye bye. Ngasema hapa leo ndo bye bye, yani kikifo ambacho ukitaraji <laughs> kinakuja tu gafla, binivu ndo hichi mm. Aise, tulikimbiza tulikimbizwa sana na wale watu mbele mm. tukafika tukadondoka mm. kwenye matope mm. afu nayo nilikuwa kizakiza kama ida saa tatu hivi na ida saa nne hivi mm. tulivodondoka pale mm. kilichotokea mwanangu sikwambi mm. tumedondoka kwenye kona, watu wanaotukimbizwa hapo huku na maana wajakata bado ile kona ila wale ambao walikuwa kwenye kona wanatupa pole, si wajajua kama wanafanyaje, mm. wanakimbizwa wezi mm. kweli. Mimi nilichofanya nilivoinuka, nilivowasha ile pikipiki imewaka, sijaangalia nimembakisha nani, wala nilikuwa na nani, na Mwana Mwana naye sijajua kafanyaje. ila <laughs> sasa stories zikaja mtu yeah, fulani Jana kanusulika. Kwa hiyo iliniumaga sana hiyo kitu, na mpaka kesho, kwa sababu kuna watu bado kuniamini mimi kama iko kitu kweli sijafanya, kwa sababu tumekutwa wawili, tukio limetukuta wawili na tumekimbizwa wote, mimi nitakataa nini? Kwao ni mapito fulani ambayo Mwenyezi Mungu pia alinitoa kwa sababu ilikuwa sio kosa langu mimi na imani kwamba alinitoa kwa sababu ilikuwa sio kosa langu ya kitu kama hicho. Sawa bwana Dakota, bwana tumepiga story stori nyingi...